Hapo zamani za kale kulikuwepo na msitu mkubwa ambao waliishi wanyama wengi wenye akili na ujanja. Katika msitu huo, waliishi Sungura na Paka. Sungura alikuwa ni mjanja, ni mwenye kujigamba, huku Paka akiwa mwenye busara na ni mwaminifu. Siku moja Sungura alimwambia rafiki yake Paka, Rafiki yangu Paka, leo tutakula vizuri. Nimegundua shamba kubwa la maboga karibu na mto, twende tukavune. Paka alisita kwanza. Lakini shamba hilo ni la mkulima Mzee Simba, maneno hayo aliyazungumza Paka. Hatupaswi kula mimea yake bila idhini yake. Sungura alicheka, huwezi kuwa mtoto hivyo. Unafikiri kila mtu anapokula anakula kwa kuruhusiwa? Je, unataka kufa njaa? Paka alimwambia, ni heri kula kidogo kwa heshima kuliko kula kwingi kwa wizi. Lakini Sungura hakumsikiliza rafiki yake Paka. Alimvuta Paka kwenda shambani, na wakaanza kula maboga kwa haraka. Ghafla, Mzee Simba alitokea kwa hasira huku akisema, wanyama wadogo, mmekula mimea yangu bila ruhusa, alipiga kelele. Paka alitoroka kwa haraka na kujificha kwenye mti lakini sungura aliyumba yumba kwa sababu alikuwa amekula sana. Mzee Simba akamshika sungura na kumtia ndani ya mkoba wake wa ngozi. Paka alimuona rafiki yake akiwa katika hatari ya kuuawa na Mzee Simba, akafikiria kwa haraka. Alitupa mawe kwenye maji ya mto, na Mzee Simba akafikiri ni samaki wakubwa, alikimbilia mtoni na paka akamwokoa rafiki yake Sungura. Sungura alipookolewa na paka alipatwa na aibu na kusema, asante rafiki yangu, nimekosea kutokukujali. Ujasiri wako na hekima yako vimeniokoa. Paka akamjibu, kila mwenye akili hufikiria matokeo kabla ya kutenda. Sasa twende tukatafute chakula chetu kwa njia ya halali. Tangu siku hiyo, sungura alijifunza kufuata mwongozo wa paka, nao wakaishi kwa amani na heshima. Akili ni mali, busara na uaminifu humokoa mtu hata kama yupo kwenye dhiki.